Sisi ni wale ambao tunasafisha njia. Siasa ni kama mchezo, mchezo wenye mambo mengi sana, na ni wachezaji wachache wanaomudu huu mchezo kwenye kutengeneza hoja nzito zenye uwezo wa kugusa hisia za watu wengi ndani ya muda mfupi. Makonda ana mpinzani. Najua unajua, ila nikukumbushe tu kwamba Paul Makonda ni mgombea ubunge jimbo la Arusha Mjini kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Sasa Kabla ya kuomba ruhusa kuondoka Kanda ya Ziwa ili kurudisha majeshi kaskazini, Makonda aliachia hoja kadhaa ambazo kwa namna fulani zilitikisa kiberiti na kugonga vichwa vya wafuatiliaji wa siasa nchini kutokana na hali ya sasa ya kisiasa iliyopo ya vuta ni kuvute kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29, 2025 mkanda unaanzia hapa tumekaa kimya kwa muda mrefu, matokeo yake waharibifu wa amani ya taifa letu wameanza kuitikiza katiba yetu, na wanajenga uhalali kupitia vyombo na mitandao yao, wakitaka kuhalalisha kwamba katiba inaweza ikachezewa chezewa tu. Na wameenda mbele zaidi, wanasema uchaguzi usimamishwe bila kujali ni jambo la kikatiba. Wanafikiri ni matakwa ya ndoto za mtu aliyekaa nyumbani kwake na mke wake, wakakaa wakasema, tunaahirisha uchaguzi. Sio kwa taifa hili la Tanzania. Marais wote waliopita waliapa kulinda katiba, akiwepo na Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi hatutakubali katiba hii ivunjwe. Mimi nimetangaza leo, kama wao kweli wana hoja, tuweke mjadala wa kikatiba, wanionyeshe vifungu gani vinaruhusu kuivunja katiba, ili na mimi niwaonyeshe vifungu gani vinaruhusu katiba isivunjwe, kwa sababu hatuwezi kuishi nje ya mfumo wa nini, wa katiba yetu. Kwa ungwana, Daktari Samia amesema baada ya uchaguzi huu kutokuwa na vikao vitakavyoendelea kwa madai ya katiba mpya iandikwe. Unapokwenda kupiga kura, unayemchagua unamchagua kutokana na ahadi alizotoa, alafu unapata uhalali wa kuhoji. Mtu asiyekwenda kupiga kura anafananishwa na mwanaume asiyetoa pesa ya matumizi, alafu anadai chakula nyumbani. Sasa kuna mawili ili la tatu taliweka akiba talisema baada ya uchaguzi. La kwanza, umeamua kulelewa na kama umeamua kulelewa, kubali anayekupikia ambacho hujakihudumia aamue ule nini. Yaani maana yake, ukifika ukakuta kuna makande, usilalamike, kula hayo hayo. Lakini jambo la pili, yule anayekuhudumia anakoku anakotoa uwezo huo, ndio atakuwa na sauti kuliko wewe. Kwa mfano, akisema leo nachelewa kazini, huna sababu ya kulalamika, kwa nini unachelewa? Mimi niko nyumbani, wahi Ah, kule anakofanya kazi ndio wanaomlipa hela. Hiyo hela ndio anakufanya ufanye nini? Kule. Kwa hiyo huna sababu ya kupiga kelele humo la kanamala. Akikwambia nina safari, hutakiwi kuhoji, unaenda wapi? Kwa sababu gani? Wale wanaomlipa mshahara ndio wanaamua lini awepo nyumbani na lini asiwepo. Point yangu mzima hapa na mantiki ya hii mifano ni kwamba kama ushiriki kuchagua kiongozi Unapoteza uhalali wa kuhoji pale ambapo mambo hayaendi vizuri.